Tena unachotaka kuzungumza nini mbele ya mgeni? Una akili kweli? Hiyo kubadilisha wanaume, leo nimeingiza mwanaume huyu, kesho mwanaume huyu, si ni kwa sababu yako? Lakini hebu angalie kwanza sura yake. Haya, mimi zoela ninazopata, si ndio chakula unachokula? Unazidi kudafuka tu, kunenepeana, unanipita una, mpaka mimi dada yako kupata riziki, mpaka njia ingine kupata mpaka hivi. Mimi najifunza nini kutokana na hiyo picha unaonionyesha wewe, wewe? Sasa ushaanza kukua eh? umepata mabawa na wewe unanipanda kichwani au sio? Sasa naomba nisikilize kwa umakini mdau, sina mda, usina mda kabisa wa kubishana na wewe sawa. Ninakuomba uondoke, nenda huku, nakwenda ukacheza unapochezaga mpaka ikifika sasa

Sawa. Alafu kisha rudi, utakuta hela mezani. Kanunue chochote unachotaka kula wewe, chipsi sijui nini, kanunue ule. Umesikia? Hapana, hakuna tatizo. Ni mdogo wangu tu. Kuna mambo tu kwa tunaongea kifamilia, usijali. Karibu okay. Ndani. Wewe okay. Vipi mbona umechoka hivi? dada tu. Leo pete imewaka mwanga mkubwa. Pete imewaka, ndio dada. Hebu kwanza, hujaumia? Mimi kweli uliniambia nisije, lakini nimekuja. Kuna sababu. Hivi ulivyokua nyumbani, kuna kitu chochote ambacho ulikichukua? Mimi nimejaribu kumvua na mambo yani, kama ah, na wewe umwezaji kuja kuchukua kitu ambacho mimi sijakugea kwa mkono wangu hmm. Sasa mimi nijue surprise, labda nikwambie tu kitu. Ile pete ni urithi kutoka kwa baba yangu, sawa? Na haikutakiwa mtu yoyote aweze kuivaa wala kuitoa kwenye ile kopo. Umewazaje? Mimi unanichanganya, sijakuelewa kabisa. Sasa naomba nisikilize kitu kimoja, naomba, naomba usimwambie mdogo wako cho chochote kuhusu ile pete, na ikiwezekana jaribu kutumia njia ambayo unaweza wewe ili kumficha asijue kwamba ile pete mtoka kwenye mikono yangu na ina maswala fulani kama tulivyozungumza. Jaribu kuongea kwenye mizimu yenu. Sijui utatumia njia gani. Sijui mimi niliona vizuri. Na nachokwambia hivyo mpaka napata tuna wasiwasi ile pete. Eh? Hii imetoka kwenye mizimu. Na haikupaswa kuvaliwa na mtu yeyote. Sijui mimi niliona vizuri. Na hii na matatizo ndio maana haikutakiwa nitolewe kwenye kopo. Hmm. Yaani nikaona maana kwamba pete ile kama utaitoa ikiwa wazi, inaweza ikatoa ishara, yani ikawaka au ikatoa mwanga kwa lugha nyingine. Sijui mimi niliona vizuri. Kutoa mwanga kutakuwa na tafsiri zake. Moja, huenda ikawa watu wabaya wakaitaka kuiona ile pete wakajua ipo hai na inaishi, lakini jambo lingine, inawezekana ikawa mwenye pete akawa imefuata pete yake, au likatokea jambo kubwa ambalo siwezi kulizungumzia. Na kubwa kiasi gani? Nani mwenye pete yake? Sasa pete si yako wewe, nishakwambia kwamba mimi sio mhusika wa ile pete. Pete mimi nimelisiwa kutoka baba yangu mzazi. Naomba chakuzingatia ambacho kitakusaidia ii ufanye wezati mdogo wako asije akajua ile pete ni ya aina gani, na abaki tu kujua kwamba ile pete haivuki, kwa sababu utakamtelezea wewe. Naomba uzingatia kwenye hilo, siea vizuri, lishike hilo jambo. Sasa mdogo wangu, chakula chako kipo chumbani kwako, naomba uchukue daftari lako usome. Sawa, funga mlango, yaani usiondoke kwenda simu yote mpaka mimi nirudi. Sawa, naenda dukani. Sasa, mdogo wangu, hapa ndipo nyumbani. Mazingira yetu, hona, mazingira yetu. Sawa? Sawa. Kubwa, na jinsi unavyoona haya ndo mazingira yetu, kwa sababu hali yangu mimi mwenyewe sawa, maisha yangu mimi naishi kibachira yaani ni msera, kwa hiyo inabidi uvae fasta fasta hapo. Na baba kwa kusi kula bila mashaka, namaanisha, ukitaka kula muda wowote we sema, tunapata chochote unachokitaka. Unamaanisha nini? Sijakuelewa bado kijana, kwa sababu mimi nimekuokota pale, sawa? Au ina maana una hela? Ah, sijamaanisha na hela, ila chochote unachokitaka muda wote utakipata. K okay. Ingawa anyway. Umesema kwamba chochote ninachokitaka nitakipata kutoka kwako, siwezi nikajaji sana ile. Ipo siku naamini itajua tu, sawa. oh. Mbona kimya kimetawala sana, na wakati aliniambia akipata sehemu pa kufikia atanipa taarifa mm. umuhimu wa kumtafuta ili nijue wapi anapoishi, maana hii kazi inahitajika niifanye kwa haraka sana ili niweze kurudi nyumbani, maana nimemisi sana familia yangu. Ngoja nikamtafute. Kifupi, minapenda chipsi yai. Chipsi yai, kuku soda pembeni eh? Kwa sababu sijala muda mrefu sana. Jambo langu, nataka unisaidie jambo. Hmm. Okay, jambo gani? Okay, anyway, kwa sababu jambo lako ni jambo langu na la kwangu ni la kwako kama wewe ulivyonisaidia umesema unataka kunisaidia kwenye chakula siku zote hapo kikubwa sasa kwa sababu nimeamua kukusaidia, nimeamua kuwa na wewe, liwe baya liwe zuri, nitakuwa pamoja na wewe bega kwa bega, tutashikamana sawa? Sawa, okay. Basi maana hapa ba, mimi nina njaa sana, kwa hiyo siwezi nikavumilia hali kama hii. Fanya tuondoke, chapo basi, changamka na wewe ah! <laughs> Lli nilijua wito wako, nilihisi, na ndio maana nimekuja. Vipi tena, najaribu kutafuta dawa ili niweze kumsaidia Safi. Na vipi kuhusu jambo letu mkuu? Jambo limekuwa gumu sana, sio rahisi kama vile nilivyofikiria. wako sasa umefika wa kuifanya kazi yako, maana cheni yangu inaonyesha ishara ya kuwa mwenye pete yake amekuja. Kwa hiyo nataka ukanitafutie pete kabla hajaipata mimi. Hata hivyo, nahitaji unipatie nguvu ili niweze kuifanya kazi kwa sahihi. Sawa, lakini sasa hivi ngoja niende Ukifika muda, tutakaa sehemu tajadili. Tuta mkuu, kwa nini tusiongozane wote ile? Mradi ukaishi pale ninapokaa mimi, iwe rahisi kuifanya hii kazi. Punguza ubishi, inabidi nipate makazi mema ili kazi tuifanye kwa urahisi. Sawa. Fanya kazi kama nilivyokuambia. Unaweza